zaidi ya nyumba 30 zimeteketezwa moto huku watu kadhaa wakiuawa katika eneo la Rombo kaunti ya Kajiado kufuatia mapigano mapya yaliyozuka kati ya jamii mbili zinazoishi sehemu hiyo. Kwani serikali haiko? Jumatatu asubuhi eneo la Elirai Njukini likuwa uwanja wa vita. Wamechoma nyumba yetu. Makundi ya watu waliojihami kwa silaha hatari walikabiliana kwa takriban saa tatu kufuatia mzozo wa kipande cha ardhi eneo la Rombo. hii... vurumai hiyo ikisababisha takriban nyumba thelathini kuteketezwa. Eneo hili ambalo limepakana na kaunti ya Taita Taveta likishuhudia uharibifu mkubwa wa mali. katika kanda hii ya mwanagenzi nyumba kadhaa zinaonekana kuteketezwa hapa, angalia kule, kuna nyumba zinachomeka. Kina mama watoto wakiachwa bila makao, wengi wakilazimika kuhamia sehemu zilizo salama. Baadhi ya wanafunzi wakisikika wakilalamikia uharibifu na stakabadhi walizopoteza kufuatia uvamizi wa hivi punde. Vijana oh! oh! oh! hapa wakionekana na silaha zao tayari kuwakabili wapinzani wao. Elerai ikawa haikaliki tena kwa wenyeji. Walioegesha pikipiki zao hawakusazwa, kila kitu kilikuwa kikiteketezwa. Kwa sasa, maafisa wa usalama wanaendelea kushika doria ili hali irejee kawaida. Eneo la Rombo kwa miaka kadhaa sasa limekuwa likishuhudia mzozo wa ardhi hususan baina ya jamii zinazoishi hapa. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.